Naam, majira ni saa sita sasa fika kati kiwa saba majira Afrika Mashariki. Baraka 1 TV, mimi ni Rajabu Akili Kabonga yo boy the one and only town DJP. Karibu sana kwenye kipindi cha habari na maelezo kutoka B1 TV all the way from DRC na um, leo tuko tarehe mbili, mwezi ni wa saba, elfu mbili na ishirini na tano ya, katika yale ambayo tutayachambua sasa hivi na kuyazungumza kwa upana ni kitendo cha wazalendo kuweza kuwateka nyara, eh, makamanda wa ngazi za juu wawili wa M23 bar M23 bar AFC RDF whatever, na pia kitendo cha majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FRDC kuzinduka na kuanza wote ku kumioshea mitutu walikuwa rais Hipolite Kanambe maarufu kama Joseph Kabila na pia e, mapigano ambayo yanafanyika ya maeneo mbalimbali ya Ruchuru, Masisi na jimboni Kivu ya Kusini, pia hayo yote tutayazungumza umu ndani. Chuki ambayo Kabila alikuwa iko nayo dhidi ya Felix Antoine Tshisekedi Chirombo. Unajua ni chuki gani? ni wivu wa maendeleo kabisa. Kaa mbali na mtu mwenye kuwa na wivu na wewe. Ii ilikuwa kwanza kupata habari zetu za moto like, pia subscribe Baraka One TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, una like na follow. Unajua, ukienda kwa Facebook andika tu Baraka One TV utakuta tuko pale. TikTok pia vile vile Baraka One TV, tuko pale. Lakini unaona kama upande wa TikTok na Facebook kama tunasuasua hivi sasa, eh, inabidi tuweze kupush mhm, mm, uh, tu push. So uh, mtasamee sauti yangu kidogo iko, uh, niko na mafua <coughs> E, kuscratch hivi lakini e, kazi lazima iendelee. Big up sana kwa wote ambao wako na watch Baraka One TV, big up e, sana kwa kaso, kashosi, kashosi kutoka Australia e, pia kwa e, Kizenga Tembele na ni moja ya watu ambao wako na nyinyi wote ambao mko mnatufuata kutoka Amerika yote, Australia nzima, Canada eh, Europe yote, South Africa kule, pia kuna watu kibao na East pamoja na Central Africa, maanisha Kongo Burundi, Rwanda, Tanzania, Uganda, Kenya eh, wale wote kule. Sasa bila kupepesa macho, kumbuka tu kwamba Operation Saidia Mzalendo pia iko inaendelea, na kama bado hujaungana na sisi ama ushangana na sisi tuendeleze kusapoti wazalendo, maana kazi ambao wako wanafanya si mzaa we, watu wanaingia mpaka kwenda kuwateka magaidi wa M23 makamanda wawili, unafikiri ni mzaa? Ushaona wapi? Aiko sinema ya Rambo, tulizia kuona mafilmu ya baamerika aktere mmoja. Tuko live, tuko live, nafkiri the one na yule ambaye mko mnamwona nguo ya teshapo hivi juu juu juu tuonekane vizuri hapa sawa? Sawa. Yeah, waza waza komanda waza waza komanda B1 TV sasa. Um, musinema ndo unaonaga akter wa ba Amerika, lakini iko hiyo piki anaenda mkambi ya ba Vietnam <laughs> anaingia mkambi ya ba Vietnam ye mwenyewe anaenda kumteka nyara komanda

Waliruka mwechunjuu walipotea, mazingira zimua hivi hawezi elewa. <laughs> Eh, eh. Mungu wangu, hii operesheni inabidi ifanyike kwa politika kanambe. Jamani twende tufanye chini juu kanambe naye tumteke eh. Uh, Kornel Nanga Berta Bisimwa Wili Ngoma wali nuleni uh, mwasamaki kwa kidogo kidogo hii filamu ilichezeka tarehe moja kuamkia tarehe moja dimosh kuamkia tarehe moja za mwezi wa saba elfu mbili na ishirini na tano hapa juzijuzi tu, na ilifanyika maeneo ya, uh, ya kijiji cha Kirumburumbu pamoja na kijiji cha Muhuli, vyote viko katika grupmenti ya Ikobo tarafani Walikali, jimbo likivu ya ilifanyika na ilifanyika na usiku usiku wakaenda kuwateka wa makamanda wawili, na hivi kisi niko naongea na wewe hapa, wako sehemu wanahifadhiwa kwa ajili ya utaratibu mwingine ambao utafuata. Kwa hiyo inabidi tuwape heshima ndugu zetu wazawaza, hapana tu wewe huko tu, sijui akteri wa sosiete sivile, sijui politisie nani, sijui politologi nani maneno blabla mingi tu yenye ina maana. Ulifata diskuru ya president anawapa jisa wazalendo, eko wazalendo wale, wapatriot novoa patriote, wazalendo wenye wako na mwaga damu yao juu ya defense ya nchi hii atwasauirna watu wa est, na nyinyi ndugu zangu wa est wala atuwasa. Haya ni maneno ya president. Embu uh, tufanye hivi. Sikilize kidogo ya, tusikilize aka kadiskuru kadogo tu nataka na ni, nikutie nikwambie alizungumza nini na watoto yeah, yeah, ya. Alafu tumalizie aka kitu tuingie kwenye mambo mengine ya vita. Hembu sikiliza hii, ngoja usikize mzee wa nchi anasema vitu gani ya.

Unatupa heshima kubwa, ndugu zangu wa est, nataka kusema kwamba kwamba mateso mbayo napata ndo inatupatia mateso yenu hayapiti, ndo yanatupatia nguvu ya kutafuta, ya kutafuta solution kwa ajili ya kutengeneza eh, avenir ambayo iko meyeri, ujio ambao uko mpya mzuri. <laughs> Ah, yeah, yeah, yeah. Unamsikia, hii kitu ya rais ilinijenga sana sana, kwamba rais hakutusaulika, hakuwasaulika watoto wa East ya Congo, muko ndani ya mtima wa rais. Wanafajibeto ah, yeah, yeah, ah, watu wako wanawadanganya wana

tuliona koma ilite koma ise presente politiki kanambe alikuwa tajui kuandika hata <laughs> kusoma alikuwa hajui memba tu bato bavantaki ye akamtia chini babandaki kopesa ye bakuru bamayele batie bamayele ya boye na boye ah akomi mutu kanambe akomi mutu akomi koloba ye na batu leo iko mu rebellion Majeshi ya FRDC isha sanuka inasema no ancien president a comme rebel sikoyo biso tokozala nini topesaki chance ya ko gouverner mboka yo panda 18 ans mais me asalaki eloko moko te asalaki eloko moko te yebisa ngai yebisa ngai yo ndeko na ngai ozalanda ngai yebisa ngai epai wapi ipolitika nambe atongaki ba ekole ba hopito ba biloko boye boye azalaki na 5 chantier, 5 chantier wana ezalaki chantier moko ya makasi mpenza ba infrastructure ya, ya barute ezalaki nango ba mai eh, nini bahopito courant na nini mai courant soins médicaux wala bahopito balabala um, na nini, uh, nini uh, sikoyo ezalaki 5 mtanikumbusha mtanikumbuka, yeah, mtanikumbuka. Najua kuna watu wanakumbuka vizuri me ile chantier ilishia muhewa, angeweza kuresire ile kope ya sen chantier leo. Kama tuko na vance, kama tuko na vance, kama fachite na ni aiko nafikiria kujenga barabara, aiko nafikiria maopitu, aiko nafikiria eh mai, aiko nafikiria kura, kama kuna waza vingine. Sasa leo zunguruka maeneo zingine sasa, vile Kenya mpaka mama muuza muuza kitungulu eh Bateki ya matungulu wanakwambia lipa na mobile money, mone elektroniki, ndezo sirikili kaka, kila mwanamke, kila muuza biashara dogodogo iko na na account bank. So, mtu tena atembeage na franga mfuko? Hapana, ni mobile. Kongu mtu awesenda, awesenda kukopa telefoni. Mewende ma wa Tanzania mawapi utenda kushop una unadefa telefoni unaambia nitalipa kidogo kidogo. Na utakuwa unalipa. Wakati siku ya kulipa inafika, aulipi ku uh, uende kule by reactive na uwache nalipa mpaka deni yako inaisha, ndiko na baki yako zitaisha aish, na utaona mtu. <laughs> Uh, Kongole mue iko na line za simu, kama DC akichukua hii leo ukimdai, anatupa aenda kamata nyingine. mebe zetu mtu kuna line moja tu yenye alisajilia ni ile ile moja, donc ni probleme sana. kama ndio tuko mwili hatua sasa hivi me Felix anaanza tena a zero kwanza, a zero ni politika, anambia alishindwa. me leo ndio iko na blokeo mwenzake juu asiavance FRC wanasema

Hey, uh -huh. Uh -huh. Okay, wa wenye wako wanambloke Felix, ni hawa hawa ambao waliona maendeleo ya mwenzao siko naenda, wanapata wivu, wanasema pana u jamaa kienda atatupiku, acha tumbloke. Si ndo maana yeye kukimbilia murebeliu juu ya kubloke maendeleo ya mwenzake. Unaona, bwana, ni hivyo tu juu ya kublokea maendeleo ya mwenzake ndio wanataka, ndo wameenda wanafanya marebelio ma vitu gani ni hili. Kwa hiyo huyu ni politika, na mbele wanajeshi wote wamekwisha kumchoka na wala hawataki tena kusikiza habari zake. Na, uh, mapigano yalifanyika upya huko maeneo ya Biramba, kati ya majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FRDC wakiwa nyuma huku wazawaza wa, waza, wakiwa mbele wakipambana na magaidi wa M23. Na mapigano mengine pia yalifanyika ya maeneo ya Ruchuru, ikiwa e, ni tarehe 30 juzi hapo wakati majeshi uh, uh, wazalendo wa CMC e, ambao wa walikuwa wanatuangana vikali sana na magaidi wa M23. CMC ni na collectif de mouvement, eh, de, pour le changement pour, ambayo inaongozwa nakiwa eh, yeah, eh, chini ae na walipigana katika maeneo ya vijiji vya Munguli pamoja na Kikuro huko, magaidi wa M23 wakijaribu eh, kuwafuata kuwa wazalendo kwa sababu walitaka wawatoe wazalendo maeneo ambako wanapatikana wazalendo, waka resist na hivyo na kuwatwanga na kuwapeleka mpaka maeneo ya groupment ya Kihondo pamoja na Tongo. Kwa hiyo mapi, mapigano yanaweza ya tokea majira ya saa sita asubuhi na kufikia mpaka majira ya mchana ya, kilikuwa tayari kimekwisha kueleweka. Hayo ndio mapigano ambayo yalifanyika maeneo ya Kivu ya kaskazini na Kivu ya kusini, ni ile uh, ndege ambayo iliungua moto minembo ya magaidi wa M23, na hayo ndio ambayo tulikuwa tuko nayo kwa siku hii ya leo mchana huu wa saa sita. Mengine tukutanane saa saa tisa nako pia ambako mtakuwa mko na the one and only town Rajabu Akili Kabonga eh, kupitia Baraka One TV, ndugu zangu eh, kwa yote haya ambayo umeweza kuyasikiliza, ni kuletee resume ni kwamba waza waza wamewateka wamewanleve makamanda wawili wa M ishirini na tatu. Uh, vilaji ambazo zimefanyika hiyo kazi ni Kirumburumbu pamoja na Muhuli iko mgrupema ya Ikobo, Tarafani E, e e, Felix Antoine Tshisekedi Chilombo kumefanya majeshi ya FRDC waweze kuzinduka, ambayo e na na imefanyika maeneo mbalimbali e, zingine zingine za, za, za mkoa wa Kivu ya Kaskazini, ndio hali ambayo ilifanyika kwa hizo siku tatu pamoja na kuchomwa kwa ndege ya magaidi wa M23 tarafani fisi jimboni Kivu ya Kusini maeneo ya Minembo. Mimi ni Rejabu Akili Kabonga the one in Ole Town DJP, na hapo ndipo mwisho wa matangazo yetu ya saa sita hii. Tukutane nani saa tisa hapa hapa.